Namshukuru, uh, Mungu kunipa nafasi kufika hapa. Nilienda nyumbani nikafika hapa saa sita mchana. Um, Betty amekuwa rafiki kwangu, ni ndugu yangu pia, kati ya watu ambao wamechangia maisha haya niliyo nayo kwa sasa ni yeye. Nikiwa pale kwa Ng'ang'a, Beti ndio alikuja kunichukua pamoja na Shiru, akanipeleka hospitali, kisha Anastasia Mukabwa ndio aliongoza hilo jopo lote. Kwa hiyo mkiniona niko mzima leo, Beti alichangia kwa kiasi kikubwa. niliona si vema nikae nyumbani na watu wangu, lakini nilikuja, nimekuja kuomboleza pamoja na ninyi na kumuaga rafiki yangu. Na waimbaji wengine kutoka nyumbani wanawasalimia na wamewapa pole sana. Na mimi pia nilitumwa na watoto wangu wa kuwazaa, wamesema mama uende, bila yeye kujua uende hospitali gani usingekuwa hivi ulivyo